Najiuliza, haya, wanayoyasema viongozi wa dini ni Bwana amesema ama ni wao? By God, sijui kama wanaelewa. Paulo anasema haya nimesema mimi, wala Mungu hajaniagiza wa sasa. Viongozi wetu wa dini, mtu aliyesema habari za kuleta uwasi kwenye taifa mnatokea mnasema aachiwe bila mashariti. Niwaulize swali, ni Bwana amesema ama ni nyie? Tundulisu anasema habari ya uasi kwenye taifa. Ndugu zangu, nataka niwaambie vitu ambavyo pengine ninyi hamvijui. Tundulisu, Lema na mwenzao mmoja, mwaka elfu mbili na ishirini, waliomba uraia kama wakimbizi wa kisiasa kwenye mataifa kadhaa, huku Tundulisu akiwa ameomba Ubelgiji. Kule Ubelgiji ni mwananchi ana posho na mshahara wake na familia mpya nyingine iko Marekani. Lema ni raia wa Kanada, ambapo 2020 aliomba apewe hifadhi kama raia kama mtu ambaye mchini kwake kuna kuna vitu fulani, wakampa ule uraia wa Canada. Leo wanatuambia sisi kinuke, alafu mimi na mwanangu Ronaldo tunafanyaje Canada hatukujui. Wewe utakwenda wapi na mtoto wako Ubelgiji wanakujua? Hawa ndio watu wanataka sisi tupigane tuuane, ili wao waende kwao, maana tuseme lugha hiyo. Lakini maneno haya hajatokea kiongozi wa dini hata mmoja wa kukemea. Sasa katika kitabu cha Samuel wa kwanza ile sura ya kumi na tano Biblia inasema kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Yaani Mungu anavyoutamka uasi. Haya wa, wa, viongozi wetu wa imani hawajawaambia hawa watu ni kama dhambi ya uchawi. Na ili uasi utokee ni lazima, ni lazima shetani ahusike. Unaona, hata kwenye bustani ya Edeni kabla uasi hujatokea alitumwa nyoka kwanza kupiga stori na yule mwanamke hapa. Kuna nyoka huyu, tundulisu ni nyoka wa kwenye bustani ya Edeni, ni nyoka, ndiye anapenyeza maneno sisi tufarakane, yeye aende kwao Ubelgiji. Kwa hiyo uasi unaambatana na kiburi, na ili sasa ufanyike ni lazima kinywa kitumike. Kinywa chake kimenena maneno ambayo yanahatarisha amani ya taifa letu.